Mnakula shilawadu, shilawadu, na waona na waona tu ubuyu huku na uku na uku huku na uku. Shirika la wambea duniani shilawadu lina ubuyu ubuyu kuhusiana na kile kinachosemekana kwamba eti jini mkatakamba amepita. Katikati kati ya ndugu zetu ambao walikuwa na mahusiano ya kuchi kuchi, nilijua tu, inasemekana kwamba eti yale mahusiano baina ya ndugu zetu wawili wa Bongo Movie mmoja na mwingine wa Bongo Flava, yani Wolper na Harmonize, eti eti, lakini hayako vilevile kama mwanzo. shilawadu wanasema kwamba eti Harmonize anatoka na binti wa kizungu ameshampiga na kibendi eti lakini, na binti ameshajichora tatu yenye jina la Harmonize katika mwili wake. Wolper na Harmonize hawapatikani kabisa hewani <tipas> Abutale. Eh. Oh, hey. Mambo vipi kaka? Poa, poleni bwana na kazi. Nasikia mko GSM leo mna launch perfume. Eh, hey, tuko GSM sasa hivi na launch perfume. Wacha. Ni ile ile ya Chibu. Eh, hey, ni Chibu perfume ambayo ndio ndio tuna, tuna launch rasmi na itakuwa inauzwa kwenye maduka yote ambayo ya GSM itakuwa inauzwa hapa kwa mall na, na itauzwa um, Mlimani City na Msafani Mall na iko katika mijazo tofauti tofauti, mjazo upo wa aina moja lakini kikubwa ni kwamba tuna Dar itakuwepo es Salaam ita- na mikoani watu wanaruhusiwa kuja ku, ku, ku, ku, kufanya booking ya kununua kutokea hapa na na, na, GSM, na tunaendelea kwenye mitandao ambazo hizo ndio zinapata perfume direct uh, ya jumla na rejareja. Niambie kusiana mazingira hapo yakoje? Tunafanya press, tuna tuna, tuna, tuna kabidhi waandishi wa wa Tanzania, media tofauti tofauti ziko hapa zikishuhudia kinacho kinachoendelea uh, kwenye hii uzo wa perfume. Diamond anaongea na, na waandishi na anaelezea jinsi a uh, hafling ya kupambana mpaka uh -huh. two years mpaka leo imekuwa tumefanikiwa kuzindua bei, pia zimetajwa hapa hu bei bei, pia hawajaanza kutaja. Mimi niko pembeni, wao ndio wanazungumza, lakini inauzwa laki moja na shilingi elfu tano sio mchezo ay, mchezo hiyo watu e, uh, wanatakiwa wanukie. Tuna tuna- ukinukia kitanzania kwa bidhaa ya mtanzania mwenzio e, ni, ni habari nzuri. Vipi Harmonize naye yuko hapo? Hapana, Harmonize iko Zimbabwe. Ana, na, anafanya nyimbo na nani na, na, na japrid ah, okay, ndio maana namtafuta simpati Yeah, na kuna fununu hapa nimezisikia kwamba ameachana. Tuzungumze na Wolper. Biashara, tuzungumze biashara ya Chibu Perfume. Leo tunazungumzia Chibu Perfume, utakavyompata Harmonize, utazungumzia fununu ambazo umezisikia, au unaonaje? Ha, kwa sababu nimesikia kuna masekeseke kampiga kibendi na dawa watu wa na nini, mbaya zaidi kama hujafahamu, mimi si manage mapenzi ya wasanii wangu, na mimi ni biashara na kazi zao basi